Tunampokea baba yetu askofu mkuu Novatus Rugambwa ambaye alikuwa kwenye utume wake wa kiaskofu katika kumsaidia baba mtakatifu uinjilishaji duniani. amekuwa balozi wa baba mtakatifu katika nchi mbalimbali. Lakini hata kabla ya pale, tangu atumwe na askofu wake kwenda kusoma, baadaye akaingia kwenye huduma za ubalozi za baba mtakatifu duniani, amekuwa kwenye utume huu. Tunampokea misionari wetu aliyeenda kumtangaza Kristu duniani, ni matunda ya imani ya Tanzania, na hivi tunapompokea hapa akiwa anaenda katika shamba la Bwana kule alipozaliwa Bukoba, hatuna budi kiimani kusema kwa Mungu asante kwa zawadi ya mtumishi wake huyu, lakini tunampa pia shukurani Mungu kwa kuwa na yeye ameitunza imani yake nzuri na amekuwa shahidi wetu mzuri zaidi sana. Huyu amekuwa ni balozi wa Baba Mtakatifu mzaliwa wa Tanzania wa kwanza na tunaye mmoja tu, na hivi tunamshukuru Mungu, na tuna imani mema mengi aliyoyatenda baba yetu Askofu Novatus si, Rugambwa yata na yamemfikisha huko kwa baba alipopenda kuitangaza imani ya Kristo fufuka. Tunamwomba baba mwadhama eh, Polycarp Kardinali Pengo askofu mkuu mstaafu wa Jimbo wa kwa niaba ya kanisa, tunapoipokea maiti ya hayati Novatus Rugambwa skofu mkuu, kutoka alikokuwa kule amelazwa Vatican, basi baba mpokee, ili tunapoenda kumpeleka katika shamba la Bwana. Tunasema baba mwadhama e, tumishi wa Bwana yuko hapa, mwili wake yuko hapa tunajikabidhi mikononi mwa Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kiwe na ninyi nyote Amin. Ndugu na jamaa mlioko hapa naomba sana tushirikiane kumwombea huyu baba yetu ambaye kama tulivyosikia amefanya kazi kubwa ya katika kanisa lake Kristu sio tu kwa hapa Tanzania, lakini kwa kanisa la ulimwengu kupitia Baba Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako, wako ufike, utakalo ifanyike duniani kama mbinguni, utupe leo mkate wetu wa kila siku, atusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea Usukire katika mshawishi lakini mtokwe maounu. Salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa wakula amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombele sisi wa kosefu sasana saa upapeluahatukuzwe Baba na mwana na Roho Mtakatifu.

sana Mungu Baba atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kamili, kama Kristo alivyotufundisha. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba, njia ya kufika mbinguni. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristu uliotayarisha makao mapya katika nyumba ya Baba. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu, usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako baba Askofu Mkuu Novatus, tunakuomba pia kutu watazame hawa watumishi wako waliokusanyika <coughs> hapa, wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani utujalie sisi sote tuliokusanika hapa, tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote yanafutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Okay, baraka tunaomba. Tuko kwenye mazingira ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam, wameomba kufanye ibada zetu kwa ukimya fulani. Kwa hiyo tuna majonzi makubwa kweli kuondokewa na baba yetu bado ni kijana nyaka amezaliwa mwaka 1957. 97 tunaguswa. Kwa hiyo tupokee kwa utulivu, ili hawa wa airport tusivuruge sheria zao kwao. Tunapewa baraka e, tukiendelea na ibada ya kuelekea kwenye kanisa la Bikira Maria Mkingiwa Dhambi Asili kwenye secretariat ya baraza la maaskofu e, kule Kurasini. Kwa hivi tunaenda wote huko kama tulivyopanga kwa usafiri hivi hapa baraka. Msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nani, awabariki na kuwalinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani Amina. Naomba wimbo na vitu vichache tunamalizia hapo, bado kwa hiyo kwenye magari taratibu, akini kunakusia ndogo, mturuhusu tu ili kutumia muda huo katika tuendelee na a wengine waende kwenye magari, kwayo mtaingia